katika wilaya ya Wete walifariki watu kumi na sita. Katika wilaya ya Micheweni watu kumi na moja. Salim Juma Salim huyu alikuwa anaishi Chasasa na aliuliwa wakati aki, akiosha maiti. Unajua kuna kesi za watu ambao waliuliwa walikuwa wanaosha guja Abdallah Saidi Muhamed Alghassani miaka thelathini na saba Magomeni Unguja. Mtumwa Haji Mati miaka hamsini na saba Mwembe Makumbi Unguja. Naam, karibu mtazamaji wa Gumzo kwenye wasaa huu ambao tunaangalia miaka ishirini na tano tangu kufanyika kwa mauaji ya ikatili visiwani Zanzibar dhidi ya raia wasiokuwa na hatia waliokuwa wakiandamana na wengine hata hawakuandamana walikuwa majumbani mwao na katika sehemu zao ambapo hata hawakuhusika na maandamano wenyewe, lakini hawa walioandamana waliandamana wakidai haki ya uchaguzi, wakidai mabadiliko ya wa kikatiba na wakidai pia kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Tunazungumza na Maalim Said Miraj Abdullah ambaye wakati maandamano haya yanafanyika na mauaji kutokea, alikuwa ndiye mkurugenzi wa vijana wa chama cha wananchi CUF ambacho ndicho kilichoandaa na kuratibu maandamano hayo. Katika sehemu iliyopita ambayo ilikuwa ni sehemu ya tatu, Maalim Saidi alianza kutuzungumzia kuhusu siku yenyewe ya tarehe ishirini na saba na leo ambayo alijiri akiwemo, ambayo amemtokezea yeye mwenyewe. Leo hii anaingia katika kutaja majina ya watu ambao waliuawa, waliopoteza maisha katika maandamano hayo, kwa mujibu wa ambavyo waliyakusanya kutoka maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar na hata upande wa Tanzania bara. Tuendelee katika kitabu hiki, wote waliofariki humu tumeweka majina yao na picha zao, wajane na yatima walioachwa hali kadhalika. Sasa hapa kwa mfano katika kitabu hiki ukurasa wa mia moja na ishirini kuna takwimu za maha. ambapo katika jadueli namba sita kwenye hizo takwimu za maafa tumeeleza kila aliyepatwa na tatizo na hasa vifo katika kila eneo. Kwa mfano, jumla ya watu wote waliofariki walikuwa ni arobaini na sita kwenye maandamano yale. Yapo maneno ya kwamba walikufa chini ya hapo au zaidi ya hapo, lakini taarifa tulizokusanya sisi kutoka kwa wanachama wetu sisi maanake hawa ni majina ya watu ambao mnaweza kuwathibitisha pahala fulani, fulani. Sawa, umeelewa? Hapasa... Sasa kama wapo wengine ambao hawakutokana na sisi au hatuwezi kuwathibitisha hiyo ndio maana tumeachana nayo, hatukutaka kwenda na rumors, ambapo katika wilaya ya Wete walifariki watu kumi na sita katika wilaya ya Micheweni watu kumi na moja wilaya ya Chake Chake watu watano. Hizo zote ni Pemba, eh? Mkoani bahati nzuri hakuna kifo Unguja watu kumi na bara kwa ujumla wake watu watatu, tukapata jumla ya watu arobaini na sita, lakini kuna wale ambao labda walihofiwa kwamba hawakuonekana. Sasa hao hatuna hakika, wamekufa, wamekimbia, wamefanyaje? Kwa hivyo hao, kwenye wilaya ya Wete walikuwa jumla ni watu thamani kidogo ni washetaa, unajua tena umri, walikuwa ni watu kumi na watatu. Ile Wete nilisema eh, waliokufa kumi na sita. Manake bora nianze tena hapo kwa sababu sasa nimepata mwangaza mzuri zaidi wa taa. Sa nilikuwa nasoma kwa makengeza. Waliokufa <laughs> e, wa, wa, waliokufa na kutambuliwa rasmi na chama, Wete walikuwa watu kumi na sita, Micheweni kumi na moja, Chake Chake sita, Mkoani hakuna, Unguja kumi, bara kwa ujumla wake walikuwa watu watatu. mm -hmm. watu ambao uh, walihofiwa kuto kuonekana lakini hatuna hakika kama walikufa. Ndio wete kumi na tatu, micheweni kumi na saba, uh, chake chake watano, jumla watu thelathini na tano kwa mujibu wa maandiko ya kitabu hiki. Hayo sio ya kwangu mm-hmm. majeruhi wete walikuwa ni mia moja na tisa Micheweni walikuwa ni mia mbili na tatu watu. Kama watakumbuka maandamano yale, micheweni ndio yalikuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko ni mahala pengine popote, mpaka ikaripotiwa kwamba kulikuwa na mahelikopta na nini na nini. Kwa hivyo Micheweni ndio maana unakuta kwenye kila namba wao walikuwa wako juu zaidi, zaidi. Eh, chake chake e, majeruhi walikuwa ni sitini na saba mkoani kumi na sita unguja kwa ujumla wake walikuwa ni mia moja na sabini na nane na bara walikuwa ni themanini na tano. Na hawa majeruhi ujue walianza wengine eh, siku ya tarehe eh, yani siku moja kabla ya maandamano tarehe ishirini na sita ambapo ndo kinalipumba pale, walipigwa wakavunjwa mkono akina Shaban Ngozi kina Shaibu, yani wale walikuwa wakurugenzi, wakurugenzi wakafa wakati ule, nitawataja baadaye, wote wali, walipatwa na hiyo kadhia ya kupigwa na kukamatwa siku moja kabla ya maandamano, wakati Unguja tunazungumza kesi ya kina ya kina Sheikh Juma na wengine, na huku bara yalikuweko ya kina eh, Lipumba kwa sababu Lipumba yeah, nadhani siku ya Alhamisi wao ndio <laughs> walifanya mkutano, si Mbagala, za timu kama hivi, kitu kama hivi nah, kwa hivyo nah. Ehe eh, ndio maana na huku wakapatikana hao walio walio walio jeruhiwa, ambapo jumla sasa ya majeruhi wote ambao tuliweza kuwarejista <laughs> sisi kwenye taasisi kama chama ka walikuwa ni mia sita hamsini na nane lakini kolamu ya mwisho kuna watu ambao wamebaki na ulemavu, mm -hmm, ambao hawa tuliweza kuwasatifai walikuwa Wete ni thelathini na saba, Micheweni arobaini na mbili, Chake Chake ishirini na mmoja, Mkoani hakuna, Unguja thelathini na tano, bara japo imeandikwa hakuna lakini alau mimi namjua mtu mmoja anaitwa Kasim ambaye mpaka leo yeye alipata kama kupooza fulani, anatembelea magongo, miguu yote miwili ni ya kuburuza. Kwa hivyo japo hapa ilionekana hakuna, lakini alau namjua huyo Kasim kwa sababu alikuwa anakuja kila mara pale makao makuu ya Kafu pale Buguruni. Kwa hivyo unaweza ukakuta kwamba kwa takwimu hizi, haya ni miongoni mwa mambo ambayo yami, lakini bado hapa kuna watu waliokimbia nchi. Kuna watu walikwenda Mombasa, kuna watu walikuja huku kubara, kuna watu walikwenda, uh, wa, wa, walipitia kwenda Tanga Kipumbwi, kuna watu waliokimbia nje kabisa ya Tanzania, wengine walikwenda mpaka Somali Dadab, kule Kakuma Wali, walizunguka kila pahali, na kwa kweli ndiyo kipindi ambacho Zanzibar ilitoa wakimbizi wa kisiasa wengi ambapo haijawahi kutokea. Ukikosoa miaka ya sitini na nne baada ya mapinduzi, Wazanzibari wapo waliokimbia wakienda Omani, wengine wakaja huku Tanzania bara na kadhalika, lakini hiki kipindi hiki inaonekana watu walikuwa ni wengi zaidi. Na kipindi kile jamii ya watu iliokuwa inakimbia ni ile iliokuwa inahusishwa labda pengine, hasa baada ya kifo cha Karume na mauaji yale, wengine wanaonasibishwa na mambo ya rangi zao na kabila zao na vitu hivi, lakini hii ilikuwa patapatae mkosa ujinga wake, kila mtu aliingia kila mtu alipata haki yake. mm -hmm. E, kwa hivyo ndio maana mm -hmm. ukakuta ilikuwa hivyo. Kwa hivyo hao ni nani? Lakini sasa, subiri subiri Maalim Saido, kwa sababu kuna, kuna kitu kimesema hapa, maana yake madhumuni mm -hmm. makubwa ya miongoni mwa madhumuni ya kufanya mazungumzo haya ya Januari ya damu ni kuwapa heshima yao watu ambao wamepoteza maisha yao, wamepoteza afya zao, wamepoteza heshima yao kipindi hiki saru mukarne baadaye, na kwa hivyo, ningependa angalau kwa leo hii pii utaujaa katika vipindi vya leo hii tuwataje kwa majina, mmoja baada ya mwingine, watu ambao muliwatambua kwamba wameuliwa kwenye kadhia hii, tuwataje majina ili tarihi, ili wakumbuke. Nikianza, na... nikianza na wilaya Wete. Kuna mtu anaitwa Mjaka Salim Ali, alikuwa ki huyu alikuwa anaishi huyu. Kuna Hassan Omar Hassan, alikuwa anaishi Mtambwe. Haji Kombo Ali, alikuwa anaishi Mchanga Mdogo. Saidi Ali Sleman Al Ruwei, hatukuweza kujua alipokuwa anaishi, lakini ni wilaya yaWete. Ahmed Said Othman El Khaif. Kombo Ali Abdallah, huyu alikuwa mwenyewe amepigwa risasi, alikuwa anaenda shamba, wala hakushiriki kwenye maandamano. Salim Juma Salim huyu alikuwa anaishi cha sasa na aliuliwa wakati aki, akiosha maiti. Unajua, kuna kesi za watu ambao waliuliwa walikuwa wanaosha maiti mm -hmm. kwa hivyo huyu yeye aliuliwa wakati akiosha maiti huyu, uh, uh, tunasema anaitwa Sheikh Salim Juma Salim alikuwa na maiti maiti maiti aliyokuwa anaiosha, maiti ambayo ameuliwa kwenye maandamano kwenye mkasa huo Exactly. Na yeye akapigwa risasi kwa, kwa, kwa, kwa suala la kwamba wa, wa, akiwa anaosha maiti. Halafu kuna Muhamed Masud Saif huyu Elmiskiri. Halafu kuna hawa, mara nyingi Elmiskiri ni watu wa Bopwe. Kuna Juma Bakari Juma, kuna Haji Muslim, kuna Salim Masud Elmiskiri, huyu alikuwa nyumbani akiangalia maandamano akijua kwamba e, ngoja kidogo. Ehe, huyu alikuwa nyumbani akiangalia maandamano, na huyu alikuja kuoa kutoka Sweden. Yaani yeye katoka Sweden kaja Zanzibar kuoa Pemba Wete. Yuko nyumbani kwake anaangalia kupitia nyumbani zile maandamano movement zinavyokwenda. Ndo kama hata hapa unasikia haya yaliyojiri hivi karibuni, watu wengine wamepigwa risasi wakiwa nyumbani. Kwa hivyo ni ile, unachungulia, risasi inakuja, bahati yako mbaya, siku yako imefika, inakupiga. Kwa hivyo, huyu yeye hakuwa kwenye siasa wala kushiriki kwenye maandamano, katoka zake Sweden kaja kuoa. Bahati mbaya, yuko nyumbani anachungulia, risasi imempiga na kufariki moja kwa moja. Kwa hivyo, huyu sema, huyu huyu alikuwa anatoka Sweden kama nilivyosema, huyu ndo huyo Salum Masud Elmiskiri lakini alikuwepo Haji Kombo Ali ambaye huyu ni, we, ni, ni, ni, ni, ni. Haji Kombo Ali sina hakika lakini nadhani eh, hapana, si nitakusema, ndugu yake Musa Haji Kombo, lakini huyu sio Haji Kombo Ali kwa sababu huyu ni Wawete. Abdallah Mohamed Salum, huyu tunasema Elmazrui kabila yake huyu, Elmazrui. Abdallah Mohamed Abeid, Mjaka Ali Msoga, Ali Omar Kibabu, huyu alikuwa anatokea eneo la Mtambwe. Mchande Saidi Mchande huyu anatokea eneo la Msuka eh, alikuwa na umri wa miaka thelathini na tano. Hemedi Saidi Omar Elkindi huyu alikuwa Wingwi eneo la miaka arobaini na tano ndiko alikokuwa anaishi Wingwi. Ali Juma Makame miaka arobaini huyu alikuwa anaishi mjini Wingwi. Abdallah Hamad Rajab miaka thelathini Kinyasini. Khatib Omar Othman miaka thelathini Wingwi. Haji Hassan Makame miaka thelathini Tumbe. Mohamed Amur Salum El Khaif miaka ishirini na sita Kinyasini. Huyu eh, kuna, kuna, kuna aliripotiwa na polisi na tukatambuliwa jina hapa kidogo, unaona ba, maelezo yamechanganyika wa, lakini wacha niskipu hapo, kuna jina hapo limeachwa hapo. Kuna mmoja li tunambua aliripotiwa na polisi, ah, okay lakini hatukumtambua jina, yani huyu kuna taarifa tu kwamba kuna mtu ameripotiwa na polisi, lakini sisi kwenye rekodi zetu hasa kwa hivyo tumemwingiza kwenye idadi lakini hatukuweza kuwa na jina lake. Ishirini na tano. Mbaruk Hamis, huyu Mbaruk alikuwa na miaka ishirini anatokea Wingwi. E, ishirini na sita. Hemed Salim Omar, miaka thelathini na sita Njuguni Wingwi, wilaya Micheweni hiyo eh? E, make hapo nimechanganya, kuna wawete wa Micheweni e, wa Micheweni wameanza kuanzia Mchande, kuanzia Mchande, hao walikuwa ni wa Micheweni uh, mpaka hapa nilipomalizia kwa Ahmed Salim. Ndiyo. Hao wote walikuwa ni wa Micheweni. Sasa chake chake kuna Ali Haji Kombo miaka arobaini na nne, huyu alikuwa mkazi wa Mtoni. Ali Haji Kombo alikuwa ni ndugu yake na Musa Haji Kombo ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa mipango kwa wakati huo mm -hmm. uh -huh. Malik Mbaruk Hamad huyu ni miaka ishirini na tano alikuwa uh, anatokea Mvumoni, Chake Chake. Saidi Muhammad Khamis miaka thelathini na tano Gombani, Chake Chake. Habib Salim Kasim miaka thelathini Furaha, Chake Chake, Karibu na uwanja wa ndege kule. Ali Jumaali miaka ishirini na tano macho manne, Chake Chake. Uh, Saidi Kombo Haji huyu alifia Unguja. Ali Haji Mdungi miaka hamsini na tatu Magogoni huyu, Unguja Mwalimu Nasor Mwalimu miaka thelathini na moja Mwana Kwerekwe Unguja. Abdallah Saidi Muhammad Al Ghassani miaka thelathini na saba Magomeni Unguja. Mtumwa Haji Mati miaka hamsini na saba Mwembe Makumbi Unguja. Ghalib Salim Ahmad Elmindhir miaka ishirini na sita Hurumzi Unguja. Kombo Rashid Ali miaka thelathini na mbili Daraja Bovu Unguja. Hemedi Saidi Hamadi, miaka hamsini na nane, Jang'ombe Unguja. Juma Khamisi Mohamed, miaka thelathini na mbili, Eljahazmi Unguja. Haji Ali, Unguja. Baraka Ali Hamadi, miaka ishirini na tano, Misufini, huyu akafia mikononi mwa polisi Ng'ambo Unguja. Mariam Kiando alikufa kijijini kwao Mbeya baada ya kupigwa na polisi Zanzibar, watu wakamsafirisha Eh, lakini hali yake kumbe alikuwa na internal nani. Alipofika kule kwao Mbeya ndio akafariki, ndio maana tukapata idadi ya watu waliokufa bara watatu. Halafu kuna Jafar Saidi, huyu kafa siku mbili baada ya kipigo akiwa Tanga. Unajua mtu mwingine anapigwa anakimbilia nyumbani, hajaenda hospitali, alafu baadaye huko anakufa. Mwingine anapigwa Dar es Salaam anafia huko no. Naam baada so, uh, hawa waliofariki pia tulikwenda mbali zaidi katika kitabu chetu hiki, watafiti wetu walitafiti kila mtu, labda pengine kuna mwingine alikuwa hajawahi kuoa, mwingine aliacha wajane, mwingine aliacha watima. Kwa hivyo orodha yao ni kama hii hapa. Tunaanza na ustadhi Juma Khamis ambaye yeye alifariki ile siku moja kabla ya maandamano. Yeye ehe, alitokea wilaya mjini Unguja. Uh, na huyu uh, alikuwa anaishi Mkamasini. Eh, kwa ripoti tulizokuwa nazo sisi hakuacha yatima. Sasa hatujui undani huko, lakini mwingine, Alijuma Makame, huyu aliacha kizuka vizuka wawili Fatma K. Makame na Mwanahamisi ye, huyu alitokea wilaya Micheweni nna ndio alikufia Wingwi, lakini aliacha yatima, alimwacha Mwamize Alijuma mwenye miaka kumi na sita alimwacha Sharifa alijuma mwenye miaka kumi na tatu alimwacha Salim alijuma mwenye miaka minne na alimwacha Hidaya eh, sore mwenye miezi minne na alimwacha Hidaya alijuma mwenye miaka mitano Kwa hivyo mtu anakufa anawacha watoto chini ya miaka kumi na nane wanaoweza kujitambua watano sita. Eh, Kombo Rashid Ali huyu aliacha wake wawili, Time Hamisi na Amina Saidi Huyu alikuwa anatokea wilaya Micheweni. Mashallah, sisi kule kwetu wake wawili kitu cha kawaida. Yatima aliyoacha alimwacha Rashid eh, mtoto mmoja na jina la baba yake Rashid Kombo Hamis, ila ra, nani? Rashid Kombo Rashid ana miaka saba. Alimwacha Time mwenye miaka mitano. Alimwacha Asha mwenye miaka miwili na akamwacha Zawadi mwenye miaka mitatu. Mwingine Abdallah Hamad Rajab naye aliacha wake wawili alimwacha Asha e, na alimwacha Bitum. Sasa huyu watu waliowaacha ni Hassan mwenye miaka sita, Pili mwenye miaka saba, Halima aliyokuwa na miaka sita na Time aliyokuwa na miaka miwili. Halafu Hemedi Saidi Omar ye alimwacha Mariam na, na, na naona hapa imeandikwa Mariam A. Omar na Mariam e Nasr. Kwa hivyo inawezekana wake zake wote wawili walikuwa wana jina linalofanana Mariam. Lakini watoto yatima aliowaacha ni Saida Mboga, Saida miaka minne, Mboga miaka minane, Salama miaka kumi na miwili, Nyuma miaka kumi na mitano, na Wardat miaka saba. Alafu Khatib Omar Osman yeye aliacha mke mmoja, Mwana Juma Shaabani ambaye alikuwa na watoto Khadija miaka mitatu na Sabra mwaka mmoja. E, Hamad Saidi Hamadi ye aliacha mke anaitwa Salma o Mbwana, sijui kama ni Omar au ni Osman, lakini ni o Mbwana. Huyu aliacha watoto Hussein eh, e, Hamad Saidi miaka kumi na saba Fatma Hamad Saidi miaka sita na Hafsa Hamad Saidi miaka minne. Mtuma Haji Mati huyu alimwacha mke anaitwa Amina Hamis Shaban na Tatu Moshi, wawili. Watoto alimwacha Halfan miaka kumi na tatu, Abdul Wahid miaka saba, Shaibu miaka kumi, Hafsa miaka mitatu, Husna miaka mitatu. Hawa ni kwamba walikuwa ni mabacha. Uh, Mwana Kharus miaka kumi na Ibrahim miaka saba. E, Abdallah Saidi alimwacha. Abdallah Saidi Muhamed alimwacha kizuka Fatma Aman Hamad, na aliacha watoto wafuatao: Nasra miaka kumi na tatu Saidi e, miaka kumi na moja Latifa miaka kumi Khadija miaka saba Ali miaka mitano Kausar miaka mitatu Safia mwaka mmoja na Fadhila miaka miwili Mwalimu Nasor Suleiman ndiye alimwacha mke akizuka anaitwa Rukaya Abdallah, Rukaya Ali, e, e, aliachiwa e, yatima Nasor miaka miwili na Mariam miaka miwili. Mjaka Salim Ali, huyu alimwacha mke anaitwa Fatma Ali Hamad. Kwenye yatima alimwacha Hamad miaka kumi, e, alimwacha Salim miaka kumi. E, watoto wa mjaka awe alimwacha Salim, Salim, oh, sorry, Salim miaka mwingine miaka minane, eh, nadhani hapa si, sina hakika ili jina lime mwanaasha mwanaasha ah, okay, Ali, uh, narudia alimwacha Hamad miaka kumi, mwanaasha miaka minane, Ali miaka saba, uh, na, na, na Salim mjaka miaka minne, na Rehema uh, mjaka miaka mitatu. Alafu Salim Juma maarufu Fundi alimwacha kizuka shufa shufa Muhammad. Huyu aliachiwa watoto wafuatao Juma miaka kumi na moja, Fatma miaka tisa na Ahmed miaka saba. Ahmed Said aliacha. Said Othman alimwacha kizuka Khadija Ali Othman au maarufu Siti. Huyu aliachiwa uh, uh, yatima wafuatao Rahma Ahmed Said miaka kumi na saba, Saidi Ahmed Said miaka kumi na tano, Aziza Ahmed Said miaka kumi na tatu na Maryam Ahmed Saidi mwaka mmoja. Uh, Abdallah Muhammad, huyu uh, uh, uh, yaonekana uh, hapa haikuandikwa kama mkewe, labda pengine alikuwa hai au amefariki, lakini aliacha yatima, inawezekana definitely alikuwa mjane, lakini yatima aliyoacha ni Walidi ana miaka minane, Nasra ana miaka saba, eh, na, na, na, nasra, eh, Muhammad, halafu ndio huyo miaka saba. Halafu nikiendelea, kuna Haji Kombo Ali, huyu alimwacha kizuka Fatma H. Muhammad, lakini mtoto alimwacha Riziki Haji Kombo mwenye miaka kumi na sita. Ali Haji Kombo, huyu aliacha kizuka Dalila Muhammad Ali, yatima Maryam, uh, Maryam Ali Haji miaka saba alihaji miaka minane Mohamed alihaji miaka kumi na miwili Salum alihaji miaka kumi Yahya alihaji miaka kumi na sita Lulua alihaji miaka kumi na nne na Mustafa mwenye miezi mitatu wakati baba yake akifariki. Mwingine ni ni, ni ni, Habibu Salim Hamis, huyu aliacha kizuka Bimkubwa Mohamed Hamis. watoto wake ni Nasra Habibu Salim, Husna Habib Salum Warda Habib Salum, Haitham Habib Salim na, na, na, na mwingine ni Salim Mhamed Kasim. Huyo aliacha kizuka Zuhura, n Humud, nadhani n ni Nasr. Huyo aliacha Nairat Said Mhamed ambaye alikuwa na miaka mitatu na Ahmed Said Mhamed alikuwa na mwaka mmoja. Kwa hivyo unaweza ukakuta, na bado jadwali linaendelea, lakini no. kwa kumalizia tu hapa. Na na. Wa, wa mwisho mm-hmm. Ali Haji huyu mdungi alimwacha Mariam Nyange na Mariam Saide, lakini yatima kuna Isa mwenye umri wa miaka kumi na tatu, Salume mwenye umri wa miaka kumi na moja, Mwajuma mwenye umri wa miaka kumi na tano, Hadija mwenye umri wa miaka tisa, Saide mwenye umri wa miaka sita, Mgeni mwenye miaka minne, Mariam mwenye miaka miwili na Ishaq mwenye umri wa miaka mmoja kwa hivyo huyu tunasema marehemu huyu aliorodheshwa aliorodheshwa hapa, yaani hakuacha kizuka. Aha. Kwa hivyo, kwa hivyo hapa mwanzo niliposema kwamba a Mariam, uh, Mariam nadhani hakuwa, labda pengine walishatengana zamani, lakini hapa kwa, kwa mujibu wa maelezo huyu hakuacha kizuka lakini aliacha yatima. Sasa hii hapa ni miongoni mwa picha za watoto yatima, na kama unakumbuka ba baadaye, huko mbeleni, tuliwahi kufanya mkutano mkubwa wa hadhara pale mnazi mmoja, nakumbuka, na nakumbuka wakaja na kufanya maandamano ya ndani ya uwanja ambapo kila familia ilishika bango lililokuwa linaonyesha picha ya marehemu na picha za yatima na bango nilishikwa na mjane wa marehemu. Nakumbuka, kama unakumbuka vizuri hilo jambo, kuonyesha kwamba hatukuwa tuki, tuki, tuki, tuki, labda tukibumba tukibuni. Kwa hivyo kwenye maandamano yale, eh, kama si, sijui kama zile video zake zinaweza kupatikana kwa miaka hii, ni miaka mingi, lakini tuliweza ku, ku, ku, ku, ku, kufanya hayo maandamano ya ndani ya uwanja na watu wakashika hayo mabango kuonyesha zile familia kila mjane alishika bango lenye sura ya, ya mumewe na watoto wale walikuwa wanapitishwa pale, kwamba hawa ndiyo yatima walioachwa. Leo tunazungumza haya mi nawe Shehe Muhammed, hao yatima wasichana wa, wa, weshaolewa wanaume weshaoa weshakuwa watu wazima, kwa sababu tunazungumza ni robo karne tokea matukio haya yalipotokea. Kwa hivyo, hii ni orodha lakini tuna orodha ya waliotoroka tuna orodha ya waliopata majeruhi nadhani nilitaja hapo. Tunao orodha kila kitu tulikifanyia utafiti. Naam, naam, hakika, hakika. Na hii taarifa huko mbeleni iliundwa tume ya Hashimvita. Katika tume ya Hashimvita tutakuja, tutakuja. Tutakuja. Tutakuja kwa sababu tuna siku 10 za siku 10 za za kuzungumzia haya. Kwa hiyo tutakuja. Okay. Tutataka kila kitu, okay. Tutakuweka hifadhi ya kila kitu kwa sababu a uh, kama tulivyosema jana kwamba kipekee ambacho tumejifunza ni kuto kujifunza na historia. Na, na. Kuto kujifunza tumejifunza kwamba tujifunze na historia na namna ambavyo na yale kwa yale tuko hai. Naam, tuko hai alhamdulillah, tuko hai. Sasa tukiondoka haya tena hakuna wa kuyasema. Kabisa. Na simulia hawa walioko kwenye vyama sasa hivi walio wengi haya hawayajui. Hawayajui. Wanajua jana na juzi. Eh. Hawajui ile kumbe. Jana na juzi. Kabisa. Wameingia jana na juzi wengine, waheshimiwa na nini, lakini hii history wao wenyewe hawajui.